Bwana kamakawa kamada anaitwa aliupuji kuntunyi kidimdimu mwandila bwana, tuko ndani ya kijomchongo anayotitia msi, tuko sukari House. Lengo kubwa hasa tuko hapa kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kuhusiana na maswala ya uwekezaji. Wawekezaji mbalimbali wameweza kufika, lakini haina maana kwamba wote ni inawezekana, uh, ndo labda ni mwekezaji wa muda mrefu, lakini kuna wengine wamekuja ni kwa mara ya kwanza, wa, wa, walikuwa hawajui chochote, lakini sisi hapa uh, ndani ya kijiwe mchongo tunaweza kufahamisha kwamba hapa kuna madarasa uh, ukija hapa Square House, kuna madarasa ya floor ya kwanza na yapili, ya pili yanaweza kukupa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, na ukisha kupata hiyo elimu, basi utashuka chini hapa ground floor kwa ajili ya kuweza kuja kujiunga, lakini ni hiari, haina maana kwamba ukitoka tu kwenye darasa kule lazima uje ujiunge kule. Unapelekwa kwa ajili uweze kupata elimu, uweze kujua kwamba unawekeza katika mfuko gani na faida gani, faida zako kwamba zikoje hasa. mimi naitwa Ali inaitaluuj kutunya kidimdimu mwandila karibu sana katika Kijiwe Mchongo. Mambo poa, mzima mzima. Mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT AMIS. Naitwa nani? Naitwa Nasma Abubakar. Nani? Nasma Abubakar. Nasma Abubakar, waonekana kabisa ni beginner. Yes mpya kabisa UTT AMIS. Okay. Labda uliweza kushawishiwa na nani hasa leo hii umeweza kuijua UTT au ndo mtandao wa kijamii sana mwisho siku kupitia huko? Niliweza kushawishiwa na one of my friend. Wa siku ukaijuakupitiaee okay. Ni mwekezaji mwekezaji. Ni mwekeza lipi unalokumbuka alikwambia ukaonalina faida ukasema, hapana, na mimi nahitaji kuweza kuchukua fursa hii niweze kutembelea pale Sukari kujiunga. Ni ni kwamba kwamba UTT ni one of the best places naweza nikakeep my money na ikanisaidia for future users naikanisaidia. okay, right? ambayo ndani yake si nile alinambia kwamba haina makato ndani yake, so nitaweka so pesa yangu then benefit takayonipata ni 1% ya ile amount ambayo nitaweka. ni hayo tu, sawa sawa. ambapo alikuambia 1% ya ile amount nitakayoiweka. Okay, ambapo sasa hiyo alimaanisha kila mwisho wa mwezi ndio ambapo labda ni kuongezee kidogo, au sivyo. UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha inajihusisha na masuala ya uwekezaji umeelewa. Lakini vile vile, ukiwekeza pesa yako na UTT, maana yake unawekeza kwa ajili ya malengo yako ya baadaye, ili uweze kukamilisha baadhi ya project zako, ulikuwa unahitaji pesa kwa ajili ya malengo fulani, malengo yako yaweze kutimia. Lakini vile vile, ukiweka pesa, pesa yako UTT, tofauti na kuweka pesa nyumbani au kuiweka sehemu yoyote, ukiweka pesa na UTT maana yake unafanya uwekezaji. Uwekezaji maana yake kwamba unaweka pesa yako unazalisha faida kwa maana yake, kama ilikuwa ni milioni kumi ulikuwa unaiekaga, ulisema nasma nasma nasma eh, kama kuna hela yako ulikuwa unaiekaga kwenye kibubu nyumbani milioni kumi kila siku unaweka, mwisho wa mwaka itimie milioni kumi Lakini UTT sio milioni kumi peke yake, itakuwa milioni kumi pamoja na faida ya wastani wa asilimia kumi na mbili Kwa maana yake, baada ya miezi kumi na mbili UTT wao wanakupa wastani wa faida asilimia kumi na mbili Kwa maana yake, kila mwezi unakupa asilimia moja ambayo rafiki yako ndio alikwambia Sio eewa ambacho unahisi kitu kingine, uliweza kuhudhuria kwenye madarasa yetu? Hapana, lakini nilipewa short summary. Na okay. Nilipewa unafahamu, lakini kama sisi hapa tuna madarasa yaweza kutoa elimu kusana na uwekezaji ndio niliambiwa na, nimeafahamu, lakini kwa bahati mbaya nimefika too late. Kwa nikaona better tu kwa kuwa nilishaelekezwa na, ni, na ni, ale ni short. Na nikapiga picha yale vile peperushi nikapitia tu in short ikawa ni angalau. Na umejiunga mfuko gani? Sa okay, na una mtoto labda mume? Hapana hey, kweli. Ndio maana hili ni fursa, unajua ya leo hii, kutoka hapa sukari hausi unarudi kwa mumeo, mfano unarudi kwa mwanao, mwanangu, unahitaji usimwambie kwamba tuna mfuko wa watoto, ndio kwa yeah. Yeah, sababu hiyo unakuwa unamwekezea mwanao kwa ajili ya malengo yake ya baadaye. Leo hii tunaona wazazi jinsi tunavyoteseka mtoto anarudishiwa ada Lakini leo hii mwanao, unajua kabisa, huyu ana miaka miwili unamfungulia, ana mwaka mmoja unamfungulia kabisa, mtoto kuanzia mwaka sifuri, yani amezaliwa leo unamfungulia mfuko wake. Unajua huyu, mimi mpaka mwanangu anaingia la kwanza, umeelewe kuna pesa yake inafanyaje? inamsomesha, kwa maana yake UTT unawekeza pesa yako na inakupa na faida kwa ajili ya kuweza kutimiza malengo yako. Unajua, kama umechelewa, au, ni muda sahihi sahihi sijaulizia lakini, mimi ninachoshukuru ni kwamba, ah, nimepata huduma, that's it. Yani, kuona umechelewa katika uwekezaji nazungumzia, yani labda ungesema da kama miaka mitano nyuma ningekuwa nishajiunga mapema. Hapana, sijachelewa kwa sababu mimi naona sasa hivi ndio the right time. Sawa sawa. Ninachoweza kuwashauri, okay, okay, ndugu zangu, marafiki zangu, wazazi wangu na wengineo ni kwamba kitu hiki ni sehemu salama ambayo unaweza kuweka pesa yako na ukapata faida na haishii tu hapo pesa yako inazaliana mingine, na sio tu kuzaliana, utafanyia mambo mengine na ukihitaji, utaipata kwa wakati stahili kwa sababu kuna madarasa ambayo unaelekezwa kulingana na mfuko ambao utahitaji wewe kuweka na kiasi chako unachoweza kuweka. Asante na Amos pamoja. Hivi e, okay, mliweza kupata elimu sehemu gani hasa? Kupitia mitandao ya kijamii, kuna baadhi ya marafiki zenu wa karibu ambao waliweza kuwashawishi leo hii kuja kuona kuna umuhimu wa kuweza kuja kujiunga na UTT? Elimu tumeipata kwa marafiki zetu tunaofanya nao kazi, wengine ni braza zetu, wanaweza kutupa elimu kuhusu na hii UTT AMIS. Ndiyo. Na hii ndo kwa mara ya kwanza leo hii mmekuja kujiunga hapa? E, elimu ulipata hapa kwa sababu si hapa tuna madarasa yetu e. Ilikuwa ni Alhamis, ilikuwa ni Ijumaa nilikuja ndio. Eh, nikapata elimu nikaelewa, ndio maana leo nimekuja kufungua hapa. Unahisi katika kile unachokumbuka ulichokielewa una una hiyo siku ya Ijumaa, leo hii ukawiwa ukasema, hapana, mimi siku fulani lazima niende nikajiunge. Unakumbuka nini hasa Ah, nilifika hapa nikaelezwa maana yake UTT AMIS. Pia nikaelezwa jinsi na mifuko yake ilivyogawanyika na nikaelewa kwamba nikachagua kwamba kuna mfuko gani ambao natakiwa mimi ni invest katika hiyo. Kwa mfano mimi nimechagua ni bond funds. Hati fungani. Yeah. Ukaangalia ukasema mimi kwa hizi pesa zangu ninazozipata hizi yeah, mimi hati fungani hapa ndo inanitosha. Eh, yeah, ndo inanitosha kwa sababu ninakuwa na malengo ya muda mrefu. Eh, yeah, kwa lazima yeah, ni investi baada ya miaka kwa mfano mitano, kumi na kuendelea niwe na kiasi fulani ambacho naweza nikafungua hata biashara yangu kubwa. suliambiwa kama tuna mifuko yetu ya watoto fund eh. Sawa sawa, labda leo hii ungeweza kupata fursa ya kuweza kumshauri baadhi ya marafiki zako ambao wako kibaa, nje ya kibaa wako, uh, labda hata mikoa mbalimbali mbali. Unajua kabisa hawa ndugu zangu mimi UTT hawaijui kabisa yeah, lakini kupitia Kijiwe Mchongo leo hii wanakutazama. Hebu chukua fursa hii ndugu yangu Musa, washauri chochote kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Uh, mimi nachukua fursa hii kuwashauri vijana wenzangu waweze kufuatilia kwenye mitandao, pia waweze kuongea na watu ambao wako tayari katika hii UTT, na wale ambao wako karibu na hii Dar es Salaam hapa Waja wawe karibu, wao wafike katika saistostazamani e, kwa mbele yake kidogo. Ukishafika mambo naenda es, utapata elimu, alafu utapewa peperushi, nahisi wataelewa. Unahisi katika faida gani ambazo, leo hii, kuna ndugu akikutazama anasema kweli, kuja kujiunga na UTT kuna faida, faida gani ambazo unahisi wewe, we, ulivyoondoka ukasema ya, yeah, UTT kwangu minibeca, uh, faida ambayo nitaiona na au naiona sasa hivi. Kwanza, ukishafika po utakuwa, yani ni sehemu ya amani. Hela zako zitakuwa katika usalama zaidi ya, alafu utakuwa una baada anovzidi kuinvesti kuna faida hapo aeaka pesa yako kama ukiweka milioni kumi sio kama ni milioni kumi li. Aa, kama, kama unavyoweka benki kwamba ukishaweka kwa mwezi lakini ukishaweka maana yake inakuwa inafanyaje inaongezeka kila mwezi. Katika elimu huko ambao mlipata mliambiwa kabisa kwamba ukiweka pesa yako hakuna makato. Ya, ukewe, ukiweka, makato, ila, na mwaka eh, kuna kupanda kuna kushuka huu, lakini hizo si tunazungumzia faida kupanda na kushuka ni faida, sio pesa yako ndio, hizo ni faida sasa kila mwaka. Ndio, kwa hiyo ukubaliane, sio kwamba ukishaweka, mbona mwaka huu zimeshuka mwaka mwaka jana ilikuwa iko hivi? Hapana, yani kama mwaka huu unaweza kujikuta labda umepata asilimia kumi na tatu, mwakani ukapata kumi na mbili. Kwa hiyo ukubaliane na kila hali. Mambo poa? Mambo nzima nzima, nzima. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Naitwa Lucy David, unatokea Dar es Salaam, hii mkoani. Ni mwekezaji um, wa muda mrefu kwa mara ya kwanza leo nakuja sukari nimejiunga mwaka huu UTT yes. Mifuko mingapi? Yote sita? Hapana, bond Bond fund. fund. Yeah. Sasa sa. na unavokumbuka Lucy you said, right? Yes. na unavokumbuka Lucy nani ambaye aliweza kukushawishi ukasema no, my time is now ya kwenda kujiunga na mifuko ya UTT Yeah, I think ni awareness sasa hivi, kwa sababu sasa hivi hiiaja na mitandao ya kijamii shubi, yes, awareness ziko kama hivyo unajita, yaani, kama mwanamke kama mwanamke kijana, lazima ujiwekee faida nani akiba uwezi, you know, e, ukajua kesho yake kukoje na invest, ni good investment kwa kweli. Kwa hiyo kuna kuchakalika huku na huku, shilingi ngapi, shilingi ngapi biashara unatupia maana yeah, sio kujiwekea akiba no, unaweka akiba ambayo inazalisha, na yani ni investment, yes. Toka ulipoweza kuambiwa mpaka sasa hivi uweze kujiunga na bond fund, tuseme kama 6 months hivi, 6 months unahisi, mm, kuna kitu chochote ambacho unaona kuna mabadiliko kwamba kweli UTT inakupa faida ya yeah na rafiki yangu yeye, kila siku akiamka asubuhi, katika ile alamu yake ya kumwamsha, kuna ki application pembeni, anakuwa anaingia pale, anaona namba zina change, anasema yeah this is UTT AMIS kweli mambo yapo yeah lakini ah sometimes na like, zoea tu naona bora yani, bora uiache, ukija usiku ukiangalia unaona wao, yeah kwa wow. <laughs> yeah. Mwanzo mwanzo ndo kama ile inakuwa ile umenunua labda ndinga mpya hivi kila asubuhi unaiangalia hivi nje, bwana, imeibiwa vipi? Ipo. Kwa sababu pia afu nimekuja kugundua watu wengine pia hawana ile, Watanzania wengi hawana ile trust kwamba ni kweli yani ukiweka hela inajizali yani unajua yani bado yani namini una, ah, okay, okay. Like una, yeah. Na una marafiki zako Lucy. Leo hii wanaisikia wanaiskia au hawajawahi kusikia? Nikikupa fursa hii ya kuweza kuwaambia Watanzania, marafiki zako, mashosti zako ambao keshnakichokutawasija wakakulaumuwewe wewe umeenda mwenyewe peke yako fusa weze kuwambia t uko waliko kama sio sehem salama watoke waje UTT. Kuna faida nyingi sana ani kweli, mimi pia tokea nimejiunga, kila mtu ahelazaoashakmbunaeza ukapanda naoziikuendea hela hiyo. UTT ni kitu kizuri sana yani, very good investment. Ni kitu kizuri Tuna, na jinsi sasa hivi dunia inavyoenda lazima tu, yani tuwekeze kwenye mambo ya hizi bondi nani, sijui ni nini ya yeah. Kwa hiyo uzuri ni mimi kila rafiki yangu au kila, kutana, ya Uturi, na, Uturi, kama watanisikia hapa kila ambao unajua kabisa huyu ni mbishi wa kuwekeza sasa, namwambia kupitia kijiwe mchongo yeah, Judy, okay, Judy unasikia e, Lucy anakuambia hapa acha ubishi. Uje ujiti. Yeah, oh, hela ndogo yani, start small. You can work your way up, yeah. Kwa majina, naitwa Brian Kiwere, afisa uendeshaji kutokea taasisi ya uwekezaji UTT Amis. Uh, sisi kama UTT Amis, tunajivunia sana kuwa na wateja wengi na wenye thamani kubwa sana katika maendeleo ya kiuwekezaji hapa nchini Tanzania. Uh, tunapenda pia kuwakaribisha wawekezaji wengine ambao wanatamani kuanza safari ya uwekezaji kupitia taasisi ya uwekezaji UTT Amis. UTT Amis tumejikita katika kutoa huduma bora kwa ajili ya wawekezaji wetu wa ndani pamoja na wa nje ya nchi. Na wewe kama leo unataka kujiunga na UTT AMIS na unataka kujua namna gani unaweza ukaanza uwekezaji wako ama safari ya uwekezaji wako kupitia UTT AMIS unaweza ukatupigia kwa namba zetu za bure za 0800 112020. Lakini kwa wale ambao wanapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam, UTT AMIS makao makuu yetu ni jengo la Sukari House, tunapatikana posta uh, posta zamani, ukifika posta zamani pale jengo la Sukari House moja kwa moja unaweza ukaja ukapata elimu namna gani ya kuanza kuwekeza. Tutakushauri, tutakupitisha katika huduma zetu zote ambazo tunazotoa hapa UTT AMIS, then wewe mwenyewe utaamua unaanza safari ya uwekezaji katika mfuko hupi ambao unapatikana hapa UTT AMIS. UTT AMIS sisi tunasema ni washirika hakika katika uwekezaji nchini Tanzania. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. <laughs> Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia. Naam, uh, kikubwa hasa ukija Sukari House Posta jijini Dar es Salaam tunazungumzia Ohiho na Sokoine. Ukija hapa tunakutana jengo kubwa eh, basi hapa tunazungumzia UTT Amis tuko hapa ground floor, first floor, na second floor. Elimu ni kubwa hasa inatolewa na UTT AMIS kuweza kuhakikisha kila Mtanzania anaweza kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Mimi ni mwekezaji, na wewe tunahitaji uweze kuja ni mwekezaji kwa ajili uje uweze kupata faida ya maisha yako ya baadaye. Kila Mtanzania sasa hivi ni mwekezaji, kwa sababu anahitaji kuweza kuwa na faida za mbeleni na mbeleni na mbeleni, au sivyo? Ali upuju Kuntunye kidimdimu Mwandila, tulikuwa sote kuanzia mwanzo mpaka next time. Kijiwe bye. bye.